Watanzania, naombe mniombeni no msamaha, naombeni mniombee msamaha kwa Nandy, naombeni mniombee msamaha kwa Bernasi. Ni kweli mimi nimemkosea, simjui Nandy, namuona tu kwenye show ee, Watanzania. Nandy, naomba unisamehe, mimi na mke na watoto hao wawili, watoto wadogo wadogo na miaka miwili. Nandy, nimepata taarifa na nitafuta Nandy, naomba usitishe hili zoezi Ukinipeleka jela mimi mimi, ukinipeleka jela mimi wa familia yangu itaishije? Itateseka. E, naombeni Watanzania muliko kote, naombeni munisameheni, naombeni mumwombe msamaha, munisaidie kumwomba msamaha Nandi, muniombe msamaha kwa Bernasi. Haya niliyotenda yote nimeyakosea, sikujua kwamba baadaye itakuwa ni nini. E, nyi Tanzania naombeni munisaidie. Nandi, Nandi. Niko, niko chini ya miguu yako. Nandy endelea kushikilia hapo hapo ambapo umeshikilia. Of course watu wanazani kutafuta umaarufu ni kazi nyepesi sana ama kuupata. Sasa hujui uh, mtu ametengeneza brand yake kwa muda gani alafu mtu from nowhere unaanza kumchafuia. Watu wanasahau kwamba yule ni mke wa mtu ana mtoto na ni msanii mkubwa nchini Tanzania. Akiwa anamiliki lebo pia, alikuwa anamiliki msanii mmoja sasa hivi ambaye amejitoa. Wewe mtu unatoka from nowhere unaanza kwenda kuiongelea kwamba mimi nilikuwa na Nandy, amwambie ukweli pete zake niko mimi, niko nazo mimi, si na nini? Jamani, ifike wakati watu waheshimu mahusiano ya watu. Fame haiwezi kufikisha sehemu yoyote kama hauna mipango nayo. Yani, unaweza ukawa maarufu alafu, kama unaweza, lengo lako lilikuwa kupata madili au kutrend Tanzania, sasa umetrend kwa njia nyingine. Yule jamaa ambaye alikuwa amemtukana Nandy na kumwambia maneno kwamba alikuwa mpenzi wake hivi na hivi, sasa hivi ameshakamatwa na polisi guys, ameshakamatwa na polisi, ataenda kuelezea vizuri huko ndani. Of course watu wanaona wanaanza kumwombea msamaha, msamee hivi na hivi na na na. Mimi natoa ushauri Nandy, usimsamee yule kijana kwa sababu lengo lake lilikuwa yeye ni kukudhalilisha na ameshakudhalilisha kwa hiyo, nadhani ni wakati sahihi wawewe na wewe kwenda kumpa funzo ya kwamba maisha haya hayana huruma huruma, eh? maisha ya huruma hapo kwenye tamthilia, huko kwenye nature ya binadamu hakuna ga huruma. Ni uh, survive for fittest, mwenye nguvu ataishi, ambayo yuko weak siku zote atadondoka. Hata msituni, watu viumbe vingine vinaishi kwa namna hiyo. Ili simba aweze kuishi vizuri, inabidi amle swala. Ili swala aweze kuishi vizuri, inabidi ale nyasi. Na nyasi zinarutubishwa vipi? Simba swala wakifa, wanarutubisha kote, wanarudi mavumbini na mavumbi kila mmoja atarejea. Eh, bana Nandy mimi nakupongeza kwa kitu ambacho umekifanya. Kwa sababu kwanza umeonyesha ukomavu kwa watu wengine. Sio kila msanii anatakiwa kuweza kumshambulia. Sio kila msanii tu. Sio vitu vizuri kuweza kumwongelea negativity ya mtu. Wataalamu wanasemaga, hebu jitahidi sana uweze kupongeza watu in public lakini criticize mkiwa private. Yaani, mkiwa wawili ndio unaweza kumwambia msanii bana, pale umezingua sana. Unatafutaje pete mtandaoni? Hivi na hivi lakini ukiwa naye kwenye, mkiwa kwa umma hivi, kila mmoja utakiweza kumpongeza. Na ndio tunaona saizi watu wengi sana wanapongeza kila kitu ambacho serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania inakifanya. Inawezekana kuna vitu ambavyo vipo hujui. Inawezekana wakiwa chini wanawaambia jamani, shmfa tumetereza, nabidi tuboreshe, lakini ukijuu kila mtu anapongeza. Hiyo ndo maisha yanavyotakiwa, kwa sababu ukiwa unapondea kila kitu, tafsiri yake haupi nafasi ya mtu kuweza kukionyesha kile kitu bora chake ambacho kipo maisha. Binadamu kitu kibaya siku zote kina trendi na kinachukua nafasi kubwa sana kwenye jamii kuliko vizuri ambavyo mtu amevifanya. Anaweza kama amefanya vitu elfu kumi kibaya kimoja tu kikaja kufuta vile vitu vyote. Wewe ulikuwa na mawazo gani wakati unaanza kumwambia Nandy, um, nisamee nini Nandy? Mimi nikiwa na akili zangu timamu huyu alikuwa me, amekuja kwangu nilikuwepo naye we, sema ulikwepo wapi? Bilnasi kama vipi? We njoo nikuelekeze kila kitu ambacho kilikuwa kimetokea. Guys jamani, umaarufu una changamoto zake, umaarufu una njia zake hmm? Umaarufu na njia zake, fanya kama kina Mbaruti kwa amefanya, si wajidhalilisha we mwenyewe, kwa nini wenda kumdhalilisha mtu mwingine? Wangapi TikTok wanatumia challenge tofauti tofauti, mge ajitupa kwa maji, mge ajipaka vumbi, wengine wana katika mauno hivi na hivi. Kila mtu anatumia njia yake kwaweza kutafuta umaarufu na kwaweza kutafuta pesa yake. Wewe unatumia mgongo wa mtu mwingine kumdhalilisha. Sio kila mtu ni Diamond Platinumz, sio kila mtu ni Harmonize, mwataweza kulijua. Kwa sababu we always define perceptions. Mitazamo yako na yangu ni vitu viwili tofauti. Wewe una mambo yako, mimi nina mambo yangu, wewe una mapokezi yako na mimi na mapokezi yangu. Ukiniongelea vibaya, na mimi naweza nikakufanyia kama Nandy alivyomfanyia huyu jamaa. Mwingine unaweza kumuongelea vibaya akawa kama Diamond, akakaa kimya tu. Ajabu, wewe utaongea. Tunaona watu wengi sana wanampondea Diamond, mara siyo mtoto sio wako, hivi na hivi. Nadhani tukio moja ambalo Diamond alikuwa ametaka kulifanyaga ni lile la um Mwijaku alivyodai mtoto wa Tanasha ni wake, tena sio wa Diamond au mwanaume mwingine anatokea huko anakuja kusema watoto wangu ni watoto wake. Kuna muda FM jamani, itumieni au itafuteni kwa njia ambayo ni halali. Fanya kazi, usikimbie kilimo, eh? Vijana wengi wanapambanaea pukana aiimosamby uzouz sijui ambao walikuwa wamefungwa kwa, uh, ngu, kwa, kwa matokeo yao Nyundo yes, akina Nyundo, kwa sababu ya matukio yao wamepata fame, lakini fame yao imekuwa ni negative way. Kwa hiyo angalia fame ambayo unaipata isije kawa ni ya kutengenezea matatizo ambayo baadaye na video ambazo zitakuonesha, jamaa, pomba zake, na, na polisi. Bye, bye. Niko salama kabisa. Salama kabisa? Yes. Akili yes, timamu kabisa. Sio akili timamu. Mm. Yaani niko na akili zangu zote ambazo Mwenyezi Mungu amenibariki kunipa na pia na kibali ambacho Mungu alichonipa. Pete mimi sijaokota. Ah, yeah. Nashukuru Mwenyezi Mungu, Nandy miongoni mwa wanawake ambao princess yule mm. au, au prince Tanzania mm. au prince Africa mm. uh, ameweza kunitunuku amenitunuku mm. uh, nikisema kunitunuku maana yake kwamba niko naye kimahusiano Yaani, si kwamba pete amepoteza, asidanganye umma Nandy. Yaani, asidanganye ya umma kabisa, Nandy. Pete hajapoteza bali, mimi pete nimeipata kupitia yeye mwenyewe, na ndio maana nikasema kwamba asidanganye umma kwamba pete amepoteza. Hakuna hakuna mwanamke anaweza akapoteza pete ya ndoa. Pete ya ndoa ipotei, inavuliwa au yeye mwenyewe anavua. Sasa cha kujuza swali yeye